Watu watatu wamejeruhiwa na wengine 35 kupelekwa hospitali kufuatia shambulio la Ukraini kwenye kiwanda kimoja katika mji wa Izhevsk zaidi ya kilomita elfu moja kutoka mpakani. Kati ya wale waliojeruhiwa, kumi wamepata majeraha mabaya, gavana wa Udomotia Alexander aleksandar Brechalov alisema, akiongeza kuwa alikuwa amemjulisha Rais Putin juu ya shambulio hilo ndege zisizo na rubani Ndege zisizo na rubani ziliripotiwa kulenga kiwanda cha kijeshi ambacho kinasemekana kwamba kinazalisha mifumo ya makombora ya Tor kutoka ardhini hadi angani na vituo vya rada. Kiwanda hicho pia kinajishughulisha na utengenezaji wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Osa na kimetengeneza ndege zisizo na rubani, kulingana na vyombo vya habari vya Ukraine. Hii ni TMC News Update Kimataifa. Mimi ni Ronald Sono, endelea kutufuatilia iliyo wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.